Habari mashabiki wangu wapendwa, nashukuru sana kwa sapoti yenu kubwa. Bila nyinyi, simulizi hizi zisingekuwa na maana. Leo nakuletea hadithi kali sana yenye msisimko wa kipekee: mapenzi, usaliti na kisasi. Karibu kwenye ulimwengu wa ninja, ambapo giza na mwanga vinapambana na moyo wa shujaa unajaribiwa kwa njia ya ajabu. Simulizi hii inamuhusu Rio, ninja mwenye kipaji cha kipekee, anayepigania ukweli kuhusu mpenzi wake aliyepotea. Je, Mapenzi ya kweli yanaweza kustahimili giza la usaliti? Jiandae kwa safari ya kusisimua. Tuanze sasa na sehemu ya kwanza. Usiku huo ulikuwa wa ukimya mzito. Upepo ulivuma taratibu juu ya paa za majengo, ukisomba vumbi la kale lililojaa historia ya damu na usaliti. Kule pembezoni mwa mji, mbali na macho ya wanadamu wa kawaida, kivuli kimoja kilikuwa kikisogea kwa kasi isiyoelezeka, kikizoea mwendo wa upepo na giza la usiku. Hmm. Hakuwa mwingine bali Rio, ninja aliyekulia gizani. Mavazi yake meusi yalikuwa yamebana mwili wake yakimpa mwonekano wa roho isiyoonekana. Leo alikuwa na kazi moja tu, kulipa kisasi. Miaka mitatu iliyopita, mpenzi wake Akira alitoweka katika mazingira ya kutatanisha. Ilisemekana aliuawa na kundi la kivita la Kiba Noyoru, wapiganaji wa kivuli waliokuwa wakihofiwa na kila mtu. Taarifa zilidai kuwa mwili wake uliteketezwa hakukuwa na ushahidi wa uwepo wake tena. Lakini siku chache zilizopita Rio alipata taarifa ambayo ilishitua moyo wake: Akira alikuwa hai. Haikuwezekana. Ilikuwaje afe na kisha aonekane tena? Je, alisalitiwa au alikubali kuwa mmoja wa Kibanoyoru kwa hiari yake? Leo usiku hakuwa na lengo jingine zaidi ya kupata ukweli. Ikiwa itabidi kwa damu imwagike, basi iwe hivyo. Akiwa juu ya paa la hekalu kubwa la Kiba Noyoru, macho yake yalichunguza kila kona ya jengo hilo lililozungukwa na walinzi hatari. Kila mmoja alikuwa na panga lake mkononi, macho yao yakitazama giza, wasijue kuwa tayari walikuwa wamechelewa. Kwa wepesi wa ajabu, Rio aliruka juu ya ukuta mmoja akitua kimya kama manyoya ya mwewe. Akaendelea mbele akiruka kutoka kivuli kimoja hadi kingine. Walinzi hawakujua kuwa mauti yalikuwa karibu nao ndani ya sekunde chache alifika kwenye mlango wa chumba cha ndani kabisa cha maficho hayo. Hakusita, alisogeza mkono wake taratibu kwenye mpini wa upanga wake mdogo, akavuta pumzi na kujiandaa kwa chochote. Lakini kabla hajachukua hatua, nilikuwa nakusubiri Rio, sauti nzito ilisikika kutoka ndani ya chumba. Rio alisita, moyo wake ulidunda kwa kasi. Hanz, kiongozi wa kiba Noyoru, alikuwa tayari anajua kuwa alikuja. Aliweka mkono wake kwenye mlango na kuusukuma taratibu. Mlango ulifunguka kwa ulegevu ukitoa mlio hafifu wa mbao za kale. Kile alichokiona ndani kilimtikisa mpaka kwenye uti wa mgongo. Mbele yake Akira alikuwa amekaa kwenye kiti cha kifalme, macho yake yakiwa meusi na yenye uhai wa giza. Hakuwa tena yule msichana aliyempenda, alikuwa sehemu ya Kiba Noyoru. Rio alihisi ulimwengu ukizunguka, kila kitu kilionekana kama ndoto mbaya. Akira hakuwa mfungwa wala hakulazimishwa kuwa pale. Alikuwa amevaa mavazi rasmi ya Kiba Noyoru na mkono wake mmoja ulielekezwa kwenye mpini wa upanga wake. Akira, sauti ya Rio ilitoka kwa shida. Msichana huyo alitabasamu kidogo, lakini tabasamu lake lilikuwa na giza ndani yake. Ninajua umefuatilia uvumi Rio, lakini ukweli ni huu sikuwahi kufa. Niliamua kujiunga nao kwa hiari yangu. Maneno hayo yalimuuma Rio kama upanga uliokolezwa sumu. Aliwezaje kusaliti mapenzi yao? Aliwezaje kumwacha aumie kwa miaka mitatu akidhani kuwa amepoteza kila kitu? Kwa nini, Akira aliuliza, sauti yake ikiwa imechanganyika na huzuni na hasira. Akira alinyanyuka kutoka kwenye kiti chake polepole, macho yake yakiangaza mwanga hafifu wa taa za chumba hicho. Kwa sababu nguvu ndio huamua kila kitu, Rio. Kiba Noyoru walinionyesha ukweli ambao hukuweza kunionyesha. Dunia hii si ya mapenzi, ni ya nguvu na ushawishi. Rio alikaza ngumi, moyo wake ulivunjika vipande vipande. Mwanamke aliyependa kwa moyo wake wote sasa alikuwa adui yake. Lakini kabla hajachukua hatua, mlango wa chumba hicho ulifunguka kwa kasi, na kundi la waninja wa Kiba Noyoru waliingia wakimzunguka. Hanz alisimama nyuma ya Akira akitabasamu kwa ushindi. Rio, Umeingia kwenye mtego wetu. Mara moja, walinzi walijitokeza kutoka kila kona ya chumba, wakiwa wamevaa mavazi meupe ya kivita na silaha kali mkononi mwao. Hawakuhitaji maagizo, walijua wanapaswa kumuua Rio mara moja. Rio alijua kuwa alikuwa peke yake, lakini hakuwa tayari kukata tamaa. Alitoa upanga wake mdogo wa kininja, akavua barakoa yake, kisha akavuta pumzi ndefu. Kama huu ndio mwisho wangu, basi nitaleta angalau mmoja wenu kuzimu pamoja nami. Gafla, mmoja wa waninja wa Kiba Noyoru alirusha shurikeni kuelekea Rio, lakini kwa wepesi wa ajabu aliruka juu na kuikwepa. Kwa kasi isiyoelezeka alizunguka na kumkata shingo mpinzani wake mmoja kabla hata hajashusha panga yake. Mapigano yalizuka. Itaendelea. Shukrani kwa kuwa nasi kwenye sehemu hii ya kwanza ya simulizi yetu ya Ninja. Endelea kufuatilia ili kugundua nini kitatokea kwa Rio. Je, atamshawishi Akira arudi upande wake au mapenzi yao yamekwisha milele? Usikose sehemu inayofuata.